Surely doing enough to go through. Na mtazamaji nao, wanariadha kutoka kaunti ya Samburu wamevunja kimya chao na kutoa wito kwa serikali kuwajengea kambi ya mazoezi ili kuwawezesha kukuza vipaji vyao. Mwanahabari wetu Boniface Baraza na arifu zaidi kutoka Samburu, kwenye ufunguzi wa mashindano ya kimataifa ngamia maarufu Maralal International Camel Derby kwenye uga wa Yare mjini Maralal katika kaunti ya Samburu, wanariadha walioshiriki mbio za ufunguzi wameitaka serikali ya kaunti hiyo kuwapa mazingira bora ya kukuza vipaji vyao vya riadha. Nimekimbia kilomita kumi kwa leo, naitwa mbio ya Maralal International Camel Derby, imefurahia kuwa mshindi wa leo kenye tu, ningependa kuambia viongozi si wetu watusaidie, watupie support ya kufungua camp hapa Samburu ya train. Sasa sema it's not easy mali nimefika, nimeakilisha hiyo 10 kilometers ni kwa sababu ya uwezo ya Mungu si kwa uwezo yangu. So Kenya tunaomba awakaunti awagavana atusaidie atujengee camp, at least sisi tuache kwenda huko Nyahururu, mama malingine tutafute camp Least, Boy, baya, wanariadha wanaposhinikiza mazingira bora ya kukuza vipaji vya riadha kaunti ya Samburu. Waziri wa michezo kaunti hiyo ameitetea serikali ya kaunti hiyo kuwa tayari wanaendeleza mipangilio ya ufunguzi wa kambi ya mazoezi kwa wanariadha. Tuko kwa 32nd edition, mm -hmm. E, e, Kadhalika, mashindano ya baiskeli pia yamewavutia washirika wenye umri mbalimbali hayo yanajiri siku chache baada ya kaunti ya Samburu kuwa mwenyeji wa mashindano ya mbio za nyika kaskazini mabonde la Ufa na kuandikisha matokeo duni, wanariadha hao wanaposhinikiza mazingira ya dhabiti ya kukuza vipaji vyao. Kesho mashindano hayo ya maarufu Maralal International Camel Derby yatakuwa yanafungua kurasa kwa mashindano ya ngamia na mashindano mengine yaliyo ratibiwa Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.